wa jamhuri yetu hii ya muungano wa Tanzania, nitataja kama ifuatavyo. Moja kati ya mafanikio ambayo tumeyapata kwa mkoa wa Lindi, kwanza ni kuimarika kwa ulinzi na usalama wa mkoa, wananchi kutumia fursa za muungano kijamii, mafanikio katika nyanja za kiuchumi, kuimarika kwa masuala ya usafiri na usafirishaji, kuimarika kwa masuala ya biashara kuimarika kwa sekta ya uvuvi na uwekezaji, mafanikio katika nyanja ya kisiasa, na mwisho mwishzaati kwa mgeni rasmi nasema asante. Huu muungano una faida kubwa sana katika mataifa mawili ya Zanzibar na huku Tanzania bara. Tumepata fursa mbalimbali. Watu ambao wamesoma huku Tanzania Bara wanaweza kwenda Zanzibar kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali, na watu ambao wanatokea Zanzibar wanaweza kuja kupata kazi huku Tanzania Bara. Nasema asante. Ni kuwaomba Watanzania wanaonisikia hapa leo kwamba jambo la kwanza linalotakiwa kuzingatia ni kudumisha muungano huu. Muungano huu una mambo mengi sana, lakini moja ya mambo ni pamoja na kudumisha umoja, amani, mshikamano na kuitangaza Tanzania katika nchi duniani. Zina amani na maendeleo yasiyopingika Tanzania, hivyo Watanzania amani inayozungumzwa no ni ya kukufanya wewe Mtanzania ufanye shughuli zako wakati wowote na saa yoyote bila kuvunja sheria, lakini hakuna kinachokutisha leo. Sisi ni mashahidi, zipo nchi mbalimbali tayari zimeshaingia kwenye migogoro, wamekimbilia Tanzania, kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili maisha yao na uhai wao uendelee. Walijenga majumba huko, waliwekeza mashamba huko, walijenga shule huko.